Tuangalie katika upande wa taarifa nyingine ambapo Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na watoto imesema kuwa itaendelea kutekeleza kwa vitendo agizo la Rais John Magufuli la kufungua maduka ya dawa katika kila makao makuu ya mkoa ili kurahisisha upatikanaji wa dawa kwa wananchi katika hospitali mbalimbali mbali nchini. Waziri wa wizara hiyo Ummy Mwalimu amesema hayo wakati wa uzinduzi wa maduka na magala matatu ya kuhifadhia dawa katika mikoa ya Mbeya, Tabora na Tanga ambayo inatekelezwa na bohari ya dawa nchini MSD. Tujiunge na mwandishi wetu Wasiachiwo kwa taarifa kamili kutoka mkoani Mbeya. ni uzinduzi wa duka la dawa katika eneo la foresti mjini Mbeya na uzinduzi wa ghala la kisasa la kuhifadhia dawa yote kwa pamoja ni miradi ya bohari ya dawa nchini MSD katika utoaji wa huduma. Katika duka hili, hospitali zote za serikali za mkoa huu na mikoa ya jirani kama Rukwa na Katavi zinaweza kununua dawa na vifaa tiba kutoka kwenye duka hili, na bei zetu rahisi, lakini tunakupa dawa bora. Usidanganyike wa wanaokota da, dawa jalalani, alafu wanakuuzia hii bei rahisi, muulize imepata imepimwa Waziri wa Afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Umi Mwalimu ndiye aliyezindua miradi ya kusogeza huduma kwa wananchi ambayo imetekelezwa na bohari ya dawa kwa kanda tatu tofauti: kanda ya Tanga, kanda ya Tabora na kanda ya Mbeya. Tunalipa kila mwaka bilioni nne kwa ajili ya kukodi magala ya kuhifadhia dawa. Mheshimiwa Rais amefanya maamuzi ya kutupa ardhi Luguruni, Kibaha. Kwa hiyo tumeokoa au tutaokoa bilioni nne kila mwaka, ambazo zingetumika kwa ajili ya kuhifadhia kwa ajili ya mahala ya kuhifadhia dawa. Kwa hiyo hiyo ni dhamira ndogo tu ya Mheshimiwa Rais. Mnaiona ni jinsi gani amedhamiria kuhakikisha kwamba fedha za umma, fedha za serikali zinakwenda kuwahudumia, kuwatumikia wananchi badala ya kulipwa wachache na hii nitakuja kulionyesha wazi baadaye ni vipi fedha hizo zilizookolewa zitasaidia wananchi moja kwa moja. Aidha, waziri wa afya ametoa kauli nzito hasa kwa wakuu wa wilaya na mikoa kuimarisha ulinzi kwa upotevu wa dawa katika vituo vya tiba vya umma vinavyodaiwa kufanywa na baadhi ya watumishi wasiokuwa waaminifu. Tumebaini kuwa dawa hizo zinapelekwa na kuuzwa katika maduka binafsi ya katika maduka ya watu binafsi, na ninavyosemea sasa hivi watu wa TFDA Dar es Salaam wameshafanya zoezi na kuna kesi zinakaribia kupelekwa mahakamani. Kwa hiyo, na nyie ngazi ya mkoa, naomba sana msivumilie na kulifumbia macho suala hili, lazima mchukue hatua, lazima mshirikiane na jeshi la polisi na kufanya ukaguzi wa maduka yote ya dawa nchini ili kuwafichua na kuwachukulia hatua za kisheria wale wote watakopatikana na dawa za serikali kwenye maduka binafsi. Na ikibidi, wala msichukue wala msijiulize, ni lazima mchukue hatua. Ikibidi muyafungie haraka maduka hayo mara moja. Kutoka hapa Mbeya, mimi ni wasiache wa TBC.